Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. E, Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo, hakika sisi waja wako dhaifu tuko hapa siku hii ya leo, tumenyanyua mikono yetu ya kawaida na mikono ya nyoo zetu tumeelekeza kwako. Kwanza tunakushukuru kwa neema nyingi ambazo umetuneemesha na unazoendelea kutuneemesha. Miongoni mwa neema hizo ni kutujaalia sisi kuwa sehemu ya wakazi katika kipande cha ardhi yako kinachoitwa Tanzania, ardhi ambayo umeibariki na kuitunuku mambo mengi mazuri. Tunafanya haya ili iwe kielelezo kama ulivyosema katika kitabu chako kitukufu, mkinishukuru nami nitawazidishia. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana uendelee kuzidisha neema, amani, utulivu na upendo katika nchi yetu. Lakini pili, Mwenyezi Mungu, tunaendelea kukushukuru kwa kutuletea Mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume ambaye amekuja na kutueleza ya kwamba hakika ya wewe Mwenyezi Mungu unamwonea haya na hutaki kumwadhibu mja wako yeyote ambaye kichwani kwake kutakuwa kuna mvi kwa maana ya mzee. Kwa dhana hiyo na nafasi yako hiyo, leo mja wako mnyenyekevu, mtiifu mbele zako, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, anakutana na wale watu ambao wewe unawaonea haya, kwa lengo la kuzungumza nao, ili kuendelea kuimarisha umoja na mshikamano, ili tuendelee kuliimarisha taifa letu la Tanzania. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa utukufu wako na baraka zako mzidishie busara na hekima kiongozi wetu huyu wa nchi aendelee kuyasimamia uyapendayo na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu, mfiche rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na ya maadui kama ulivyoificha roho katika kiwiliwili cha kiumbe na wote wanaomsaidia katika majukumu yake. Makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mwenyezi Mungu mlinde na kumhifadhi Waziri Mkuu, Mwenyezi Mungu mlinde na kumuhifadhi. Spika wa Bunge, Mwenyezi Mungu mlinde na kumuhifadhi, na mawaziri wote, Mwenyezi Mungu walinde na kuwahifadhi na uwape ari na moyo wa kusimamia majukumu yao walivyopewa na Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu, kwa namna ya kipekee, wazee hawa wa mkoa wa Dar es Salaam ambao hivi sasa vichwa vyao vina mvi, na wewe unawaonea haya kuwaadhibu, leo wako hapa, lengo na maksudio tunakuomba Mwenyezi Mungu uendelee kuwapa umri mrefu wenye kheri na baraka, ili sisi kama Watanzania tuendelee kunufaika na busara na hekima zao kama vile ambavyo wewe unavyotaka. Mwenyezi Mungu ibariki Afrika, Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania, na kila mmoja aliyehudhuria katika shughuli hii ya leo, kama tulivyoikabidhi katika mikono yako salama. Mwenyezi Mungu, tunakuomba hatua moja aliyoipiga basi mfutie makosa yeye na wazazi wake, na hatua wa ya pili mnyanyue daraja yake. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asante, tunakushukuru kiongozi wetu. Naomba sasa nimkaribishe kuhani Musa Mwacha kwa ajili ya sala CPCT. Karibu kiongozi. Tuombe mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Wewe ndiye Mungu wa kweli na wa pekee, heshima sifa na utukufu ni za kwako. Tunakuomba uibarikie siku hii, uibarikie mkutano huu kipekee, tunaliinua kwako taifa letu ambalo umelitunuku na kulibariki, tunakuomba ulitakase na kuidumisha amani yetu na utulivu wa nchi yetu. Utufanye Watanzania wote kuwa na utayari wa kuzipokea zile baraka ambazo umeziweka juu ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, neema ulioweka juu yake iendelee kuineemesha na kulistawisha taifa letu. Tunakuomba umpe afya njema, umpe moyo mkuu, pamoja na wasaidizi wake wote katika vipindi vyote ambavyo ni vigumu na vyepesi wewe ambaye uliyemteua na kumpa nafasi ya kuongoza taifa hili kwa msimu huu, tunakuomba, E Bwana, umpe afya njema, umwongoze, umulinde, umfiche na mbali na maadui wote ambao wasiolitakia mema taifa hili. Bwana, umpe ujasiri wa kutokuogopa chochote aendelee kusonga mbele. Kumbushe ya kwamba kuliongoza taifa hili na kulitumikia taifa hili ni kukutumikia wewe uliye Mungu mkuu na wa pekee, na ya kwamba mamlaka hii umempa yeye, asiangalie kushoto wala kulia, asonge mbele. Na utufanye sisi Watanzania wote tuwe na utayari wa kuzipokea baraka hizi ulizoziweka juu yake. Umetupa baraka wakati wote wa viongozi wa wanaume, lakini sasa umekusudia ya kwamba tuzipokee na baraka zilizoko juu ya wanawake, naye ndiye uliyemteua katika msimu huu. Tunakuomba, e Bwana, utuunganishe na kutufanya kuwa kitu kimoja kwa ajili ya ustawi na hatima ya taifa letu kwa china la Yesu Kristu, uliye Mungu mkuu na nuru halisi, tumeomba amen. Tunakushukuru kiongozi wetu. Naomba sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe Mtume Boniface Mwamposa kwa niaba ya CPCT. Karibu pia, utuongoze kwa sala fupi. Karibu kiongozi wetu. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe mahali hapa, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe katikati yetu kama uko mbinguni. Tupe Baba leo riziki zetu katika kila linalokwenda kuongelewa. Mungu tusamehe makosa yetu katika kila jambo E Mungu usitutie majaribuni, bali tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa sasa ufalme ni wako na nguvu ni zako na utukufu ni wako hata milele. Sante Mungu mwema kwa ajili ya siku ya leo ambayo umetuleta mahali hapa. Ninakushukuru Mungu mkuu kwa ajili ya rais wetu ambaye umetupa katika taifa hili na siku ya leo mahali hapa ana muda mzuri wa kuongea na wazee wa Dar es Salaam na wazee wa taifa hili. Basi Mungu, ninakuomba mpe hekima ya kunena, hekima ya kuachilia kila ambacho Mungu umempa kuliongoza taifa hili, hekima kwa ajili ya wazee, hekima kwa ajili ya vijana, hekima kwa ajili ya taifa. Baba, tunaliombea taifa letu ambalo Mungu umetupa, na watu wote tulio chini ya taifa hili tukajua ya kwamba taifa hili ni mwamvuli unaotufunika watu wote, na umetupa tunu hii, na kila mmoja kwa hekima ambayo Mungu umeiachilia juu ya rais wetu mpendwa, kila mmoja akajua ya kwamba ana wajibu wa kushikilia mwamvuli huu mkubwa kwa mdogo, vijana kwa wazee. Na wakati huu mheshimiwa rais anapoongea na wazee, ninaomba baraka zako, e Mungu, hekima ya kusikiliza, hekima ya kuelewa, na acha hekima yako Mungu ikanene ndani yake zaidi. Mungu, tunamwombea rais wetu ulinzi wako, tunamwombea neema yako, na muombea wasaidizi wanaomzunguka kuwa watu sahihi, watakaofanya kazi kwa usahihi kwa ajili ya kulipeleka taifa letu mbele. Amani yako ikadumu Tanzania, amani yako ikatawale. Kwa mkono wako wenye nguvu, ukaliepushe taifa hili na kila mikono mibaya. Basi Mungu, mfanyie mfanyie wepesi eh, mtumwa wako rais wetu kwa ajili ya kuliongoza taifa hili tunaamini amani yako, tunaamini baraka zako, na tunaamini utulivu na amani katika taifa. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen. Nakushukuru kiongozi. Kwa kumalizia, ni mkaribishe Father Hans Butuntu kutoka CCT. Karibu kiongozi, utuongoze kwa sala fupi. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wetu na baba yetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu unaishi na kumiliki. Sante kwa ajili ya siku ya leo, siku iliyo njema, siku yenye baraka ambayo Watanzania wote wa Tanzania tulitamani kusikia sauti ya kiongozi wetu, hivyo tunasogea madhabahuni pako tunaomba neema juu ya kiongozi, ninamwombea kiongozi wetu mkuu, Rais Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ninamwombea Daktari Nchimbi, makamu wa rais, ninamsogeza waziri mkuu Mheshimiwa Mwiguru Lameki Nchemba, wasaidizi wake wote, ninaombea viongozi wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama lakini naombea bunge lakini pia namsogeza spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wape nguvu, wape uweza, wape uvumilivu, wape kustahimili kwa jina la Baba na la Mwana.